Mungu. Afu, Mungu ametubarikia. Kwa hiyo hilo neno ukiangalia liko kama limejigawa sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni wewe mtoaji kumpa Mungu taarifa ya furaha kwamba ulikoniweka nimepata, nimevuna, nchi imetoa mazao, umenipa kwa furaha, unamweleza Mungu nchi ulionipa manake kwenye biashara yangu kwenye ofisi yangu mahali ninapofanya umenibarikia nimevuna. Halafu sehemu ya pili unasema ni wewe uliyenisaidia Mungu ni kwa sababu umenibarikia. Bwana asifiwe. Kitabu cha Kutoka ule mlango wa ishirini na tatu anazungumza katika ule mstari wa kumi na sita juu ya mavuno ya aina mbili, mavuno ya kwanza yaitwayo malimbuko na mavuno ya pili yaitwayo ya kukusanya ambayo yanaitwa zaka. Haya yote ni mavuno. Kwa hiyo licha ya kwamba hatuyafafanui mara kwa mara tukisema tulete mavuno, lakini tunamaanisha yote, maana ni mavuno, yaani yale yaitwayo malimbuko, yaani ma mazao ya kwanza, iwe mshahara wa kwanza, ng'ombe wa kwanza, mbuzi wa kwanza, mkungu kwenye yoshina wa kwanza, cha kwanza, cha kwanza, cha kwanza ni mavuno yako jinsi kilivyo unamletea Mungu ulichovuna Ma, mavuno ya pili ya kukusanya, hayo kibibilia yamewekwa kiwango katika kumbukumbu -kumbu la Torati, anasema ni asilimia kumi. Kwa hiyo tutamletea Mungu asilimia kumi sasa baada ya kutoa hayo ya kwanza kwa ajili ya Bwana. Na ninataka ndugu yangu Mkristo, tazama namna hii, hebu kausome moyo wa Mungu anayetuagiza kutoa mavuno ili ukajiandae sawasawa. Ukimtazama mchungaji, ukatazama mtumishi anayesimama hapa, hutatoa sawasawa. Hebu mtazame Mungu ambaye amekubarikia, alafu tazama ahadi zake, tazama jinsi alivyokusudia ukitambua, kama anavyosema, si kwa nguvu zetu, si kwa juhudi yetu, ila ana kusudi maalum la kutubarikia tupate hivyo vitu tulete. Amen, amen. Alafu akasema katika Malawi Walawi ule mlango wa 27 mstari wa 30 na 31, akasema zaka yote yaani moja ya kumi yote ni ya Bwana, ni takatifu kwa Bwana. Hebu sema ni ya Bwana, takatifu kwa Bwana. Kwa maana nyingine, siyo yangu wala siyo yako. Kwa mstari unaofuata 31, anasema na kama mtu akitaka kukomboa chochote katika zaka ya Bwana ataongeza sehemu ya tano juu yake. Hebu sema sehemu ya tano juu yake. Sasa hesabu, nisikucheleweshe. Sehemu ya tano ukienda kwa asilimia, maana yake asilimia ishirini. Anasema hivi, Mungu alichokubarikia ndicho anachokutaka ulete hapa, sehemu ya kumi, ila ukiamua kukomboa Manake ukatumia ulete mbadala, utaongeza thamani yake sehemu ya tano, manake asilimia ishirini. Yaani una jogoo ambaye ni zaka yako, mama mkwe akaja usiku ukamchinjia, maana ulikuwa huna mboga, anasema very good. Ila jumapili sasa ukimletea, kalete thamani halisi ya pesa ya jogoo sokoni alafu jumlisha na asilimia ishirini yake okay. Kwa hiyo kama wewe huvuni vitenge usilete kitenge, maana unachovuna ni pesa. Unaduka unauza kanga, usilete kanga, maana huvuni kanga, unavuna pesa. usitutie majaribuni, tukachukua alafu tukashindwa kulipa. Bwana asifiwe. E, kile ulichovuna leta, lakini ukibadilisha, kumbuka kumbuka, unamletea Mungu ambaye anasoma moyo wangu, anasoma alivyokupa. Bwana asifiwe. Alafu moyo wake ni kwamba amekiweka maalum, ni kimetoka moyoni mwa Bwana, maana Mungu ana kusudi au ana lengo la kuitumia hiyo sadaka, hata kama hatujui, lakini lipo. Amen akasema Bwana asifiwe. Leteni zaka kamili ghalani, katika Malaki tatu mstari wa kumi. Leteni zaka kamili ghalani, ili kuwe na chakula katika nyumba ya Mungu, nyumbani kwake. Tukisoma huu mstari tunafikiria Mungu anataka tulete hapa, kuwe na chakula hapa, ili tulete vitu vingi vijao sharikani, hapa kanisani hapa. Agenda yake nyumba yake, sio yeye. Ndio maana nakuambia ufikirie mara mbili, nyumba yake ni wewe. Kumbuka mimi na wewe ni hekalu la roho mtakatifu, anakaa ndani mwetu. Kwa hiyo anasema, unapoleta zaka unapoleta zaka ni kwa ajili yako binafsi, wewe ni nyumba yake, ili akupe chakula. Na chakula anachokupa si ugali unaofikiria na hivi, anakupa kitu tofauti, anakupa fikra, anakupa mawazo, anakufungulia mlango, na hii zaka ni agenda yake kuu ni kwa ajili ya kufungua fursa za kufanikiwa. Ndio maana anasema ukanijaribu kwa njia hiyo uone kama sitafungua madirisha ni mwage ni kumwagie e, Mungu anasema anataka kumwagie baraka, sio akupe, akumwagie. Maanake ni nyingi sana, alafu uko mbele anakueleza mambo atakayofanya ukitoa. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, zaka, Mungu anataka mimi niitoe ili kusudi niingie ubia wa maisha yangu na yeye aweze kunibarikia kwa kutumia zaka. Maana ninapoitoa anafungua madirisha mbinguni, anamkemea alaye yule, anayeniibia yeye, ndiye anam, anamkemea, alafu anahakikisha nastawi. Kwa hiyo Mungu anataka tuingie kwenye deal, hebu sema deal, deal. Maana tunaingia kwenye biashara, alafu tukifanikiwa mimi nachukua asilimia tisini na nachukua asilimia kumi. Yani Mungu is the best. Is the best kwenye biashara. Sasa kesho kutwa usijinyime mwenyewe, kesho yako. Haleluya! Yaani kama asilimia kumi inafungua madirisha mbinguni, inakusaidia kupata maisha mazuri, maana ni afya kwako, kwa anakemea na magonjwa, alafu anakemea alaye Alafu ukifanikiwa mwaka unaofuata unaleta tena, yeye anachukua hiyo, alafu anakukingia magonjwa, anakufanyia kila kitu. Mwaka unaofuata tena unamletea asilimia kumi, alafu katika hiyo asilimia kumi yeye anaitumia kukukingia, kukubarikia, kukufungulia fursa, akili na maarifa, upate kufanikiwa. Kwa lugha nyingine, kama umenielewa vizuri, asilimia kumi unaleta kama mavuno, wala humpi Mungu, ni kesho yako. Jumapili ijayo usile kesho yako, na Mungu akubariki.